Ni katika mashina ambapo tunaweka kumbukumbu za wanachama na ni katika mashina ambapo uongozi wa chama cha mapinduzi, uongozi wa Chama cha Mapinduzi unaonyesha uhalali wake kwa kuwa karibu na wananchi. Ameeleza hapa ndugu yetu mlezi wa Dar es Salaam kwamba Chama cha Mapinduzi na viongozi wa mkoa huu watakuwa imara katika kufuatilia utekelezaji wa miradi. Sasa miradi hii tunaiona kuanzia ngazi zetu za mashina, na nina imani mabalozi wetu, viongozi wetu wa matawi, viongozi wa kata, mtakuwa macho kuhakikisha kwamba tunanufaika na maendeleo yanayopatikana. CCM ya ni chama imara na uimara wake unapimwa kwa kutuangalia sisi hapa tulivyojitokeza kwa wingi wetu, tulivyopendeza katika sare zetu, tukihakikisha kwamba pamoja kwa na kuwa wana CCM. Chama chetu kimejengwa juu ya misingi ya umoja, kwa kuwashirikisha wana CCM na wasio wana CCM tunaimarisha umoja wa kitaifa, tunatoa fursa sawa na maendeleo yasiyo na ubaguzi wa kitabaka. Ndiyo maana chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, kila Mtanzania awe mwana CCM, asiwe mwana CCM, Mtanzania yeyote yule, bila kujali eneo analotoka, bila kujali jinsi yake, rangi yake, wote tunakuwa na fursa sawa za kufanya biashara za kugombea na kupata uongozi za kusoma na kuwekeza katika maendeleo ya taifa letu. Sera hizi, ndugu zangu, zinathamini sana kazi, kujituma na uzalishaji. Lakini utekelezaji wake halisi unaonekana pale ambapo tutaishi ahadi zetu za kuchapa kazi kwa vitendo. Pale ambapo tutakuwa ni sehemu ya uwajibikaji kwa shughuli za maendeleo za taifa letu.